Wewe ni mtu mzima huyu Swazi kuna kila aina ya burudani uswazi, kuna kila aina ya jambo, au sio bwana? Mimi naitwa TZ Don David Mr Newspaper, na kama kawaida, leo nimetembelea uswahilini na muda huu ni saa tatu kasoro asubuhi. Sasa unajua, nataka nikwambie nini? Kuna mwamba mmoja huyo anafanya balaa zito mida hii ya asubuhi. Maana yake ni kwamba asubuhi hii, wewe wakati unajiandaa kunywa chai na mkate, chai na vitumbua au sio bwana, huyu mwamba asubuhi hii anapika ugali na mishikaki eh, ugali na mishikaki yani wamba wanakuja wanapiga ndefu kwenda maji hapo, shindili shindili, au sio bwana. So mimi nataka nikakuonyeshe vitu ambavyo vinapatikana uswahilini. Ushawahi kukutana na hiyo hali ugali mishikaki asubuhi eh? Wao so poa. Hii ni Metro Media TZ, kila kilicho kizuri tutakusogezea ili uweze kujifunza na kuona burudani zilizopo, au sio bwana? Karibu sana penzi kama nilivyokwambia utamwantu, au sio bwana. Yeye kazi yake moja tu, kuhakikisha asubuhi wamba nini wanapata ngoma ngumu, au sio bwana. Ugali mishikaki asubuhi, alafu watu wanaendelea na maisha yao. Kama nilivyokwambia, wakati unafikiria kunywa chai na mkate asubuhi, sisi huku kwetu bwana tunapija zetu ugali asubuhi, alafu tunapiga ndefu vile vile. Huyo hapa Chabala mshikaji wetu ndugu kama kawaida, safi kabisa. Hii una idea kutoka kichwani? yaani <laughs> yaani idea <laughs> tu kutoka kichwani imekuja hey. baada ya kuona asubuhi watu wale mihogo, mi, mi, mandazi nini hey, hey. kuona asubuhi ugali na mishikaki hey. maisha yaende. hii una muda gani mpaka sasa? ah huwa safi, ni mwaka wa kumi hey mwaka wa kumi mwaka wa kumi. Yani sasa hivi watu hapa wanakula mpaka basi yani. Huu mwaka wa kumi ilikuwa ngumu kiasi gani mwanangu? Ah, wakati alianza kwanza kwanza alipata changamoto nyingi, changamoto kibao, changamoto kibao. Kila mtu alikuwa anasema, ah, ugali asubuhi nitasinzia, ugali asubuhi nitasinzia. Lakini mwisho wa siku, sasa hivi watu kibao wametoka kunielewa yani. Hapa mpaka ikifika saa 4 saa tano, mimi nishamaliza, nishamaliza, nishaua yani watu kama wote. Tembea unaendelea shule, wewe tu tunaangalia na mazingira mzuri, haina shida. Joni alipita kijana wangu. <laughs> <laughs> Eh, nasonga eh, yeah. Na, na, ah, kilo tano mpaka kilo sita mpaka kilo kilo kilo saba ambayo eh. Kilo. Unauza kwa tonge moja shilingi mia tano mpaka tonge hamsini mpaka tonge sitini ndio hivyo ajua tena asubuhi watu le watu wataka fasi ndefu watu kushakula wakati unawaza wazo la, la wi uh, kum... ulianza na ugali mishikaki au kuna biashara ulianza nayo? Ay, wakati naanza kwanza, kwanza nilikuwa yeah, nianza mishikaki na nilikuwa nauza na chipsi, a chipsi. Eh he, lakini sasa watu wakawa waelewi, asubuhi mtu ale chipsi, yani chipsi na mishikaki watu wakawa waelewi. Sasa kuna tayari kuna jamaa mmoja tukaenda kanipa idea ndio mbaya babu, eh kama vipi songa ugali hapo. Ah, watu wengi sasa wakaguna, atakula nani atakula nani? Lakini mwisho wa siku watu yani ile kuweka ugali siku ya kwanza Ilianza na kilo mbili, ilibakia tonge moja tu, kaona hii safari. Siku ya pili, siku ya tatu, mambo vile unazidi kwenda ile kama jungu, hilo hapo hilo kama jungu hapo, watu wanakula kwa kilo, tunapoendea mpaka kilo 20, tutapika sababu mwitukio ni mwingi yani, mwitukio ni mwingi na, na, wateja wangu watu, watu wa design zote watu design zote yeah, kama vijana Magit wengi sana, wengi sana, wazee wa bodaboda boda. <laughs> kama unavyoona wazee wa kazikazi nini, wakija hapa wakishakula, wakiondoka mchana, na kunywa maji tu bwana, labda kama unavyoona, hii ni nyama ya ng'ombe kabisa shua hizo Morisoni, kwa lugha nyepesi tunaita morisoni nyama pia. Mshaki kama moja shilingi mia tano wote wote mia tano Yaani soja uswahilini huku baba huku uswahilini, ah. huku uswahilini tunakwenda na mteremko.

changamoto ya biashara as ch changamoto kwa changa, changa ni nyingi yeah. jio, unanza, unanza kwenda kwenda sokoni ukakuta soko limepanda, eh, na soko likipanda lakini, Jamini, na ivo, ivo. Yeah. kwa sababu tayari ushazoesha mshikaki mia tano inabidi uende na hivyo hivyo, huwezi kuwapandishia yeah, kwa sababu ndio tayari kushazoesha mia tano yeah. kila kitu mia yeah. tano lakini hii eh, ni changamoto ya biashara hizi ipo. Watu biashara wote wako haikosi changamoto. Mikopo. Ah, mikopo hiyo ndio siseme. Yale sio mikopo tu. Yaani utakuta mtu anakula afu ile anakula chochoro. Yaani mtu anakula. Yaani uwagu. Yaani mtu anakula afu ile ta. Wewe ukishangaa hivi mtu muoni kesho kwa eh ah kesho kila mbaya kesho mbaya bwana, bwana ile deni bwana, leo nalipa. Nalipa eh. Sasa <laughs> ni balaa mtu akwambia wala sina kitu akikwa e, uh, yeah, uh, uh, uh, sababu kwa wateja wangu chi naofamu mimi yeah. Uh, mtu akitaka okay, sina kitu okay. Asilimia kubwa yaani uoga na ananipa kipindi kigumu sana kwa sababu mimi so, so, so, huko. Okay. Eh, lakini sasa ndio maana utakuta mtu anajiongeza so, na, na. Eh, lakini wapo wapo wateja wab ambao nda kabisa uamisina kitu unamkopesha kesho anakuletea, ila Safi kabisa yani. Hii biashara ya mishikaki ulikuwa na utaalamu nayo umejifunza, au ndo njaa za mjini hii? Bwana, idea hii mimi, kuna kipindi ni kuna paki gari kijito nyama. nyama Science pale kama kwenye elfu mbili na kumi hivi kitu kama hicho Ije kuna mshikaji mmoja yeye ndo alinipa idea hii, kwa sababu asubuhi sipati magari yetu. Ije jamaa atuza mishaki asubuhi na miogo e, sasa na mimi sasa, baada ya kutoka kule katika ncho ya magari kutoka ndo mshaki na miogo, ije na mimi, kumbrati, ya kumburati nikawekea mishikaki asubuhi na chipsi, inaendaje, nikaona fresh Likaanza mishaki na chips. Lakini so baadaye, ndo chips kwa kawazielewi, ndo nikawabadilisha nikawekea ugali sasa hivi, baba hatari watu <laughs> sasa hivi wanakiula kula tu ugali asubuhi tu, biashara ibiashara mimi ni kuna mke wangu kwa na mke wangu tuko, tuko, tuko, tuko mtu mbili tu jeshi <tumili> tu, la, la watu uh, wawili. Wakati, wakati unafikiria hii biashara uh, na kumshirikisha waifu, yeye alipokea, ah, aliipokea kutokana kwa sababu na mazingira ya kimaisha si tulivyo kazi zenyewe, tupu, kazi tupo kazi hatuna eh, sisi ni waweza wa kuungaunga yeah. Akasema bwana freshi tutesti tujaribu kwa nashukuru mpaka ileo yeah. yani tuko bega kwa bega e na mke wangu tuna miaka, miaka kumi, eh. kumi ah, <laughs> eh. eh. asavisni inategemea eh. kumbe hiyo siku itakuwaje lakini kumbe iko siku nimefurahi kutoa panikitu kwa sababu hata kama sio wote, chukua hata no wateja wako. so, naona kabisa huyu mteja huyu sio kipengele huyu. eh, ana eka eka, mwanangu, unamuinvite. salamba salamba, nitakupa usogope. salamba zipo, salamba zipo, nitakupa an usogope. siotaka salamba, kapiki na pilau nitakupa. eh ulijuaje? e, sawa, naona bwana <laughs> kama hivyo wateja hapa

Hapa bwana, kuanzia mida ya saa tatu ndio watu wanaanza kutililika e, kuanzia saa tatu kama hivyo sasa hivi unajua. Eh, naambia ndugu yangu, ni ngapi nikupe shua leo zipo. Umemsindikiza? Wewe utakingamia. Leo kitu ayu, kutoka Norway.

miaka yeah, kumi ya biashara hii ndio miaka kumi hii yeah. Kwanza nachoshukuru kwa Mwenyezi Mungu biashara a miaka kumi hii. Kwanza, cha kwanza watoto wangu wanaenda shule vizuri. Aa, iko cha kwanza cha pili, shule zetu hizi za kawaida, lakini wanasoma vizuri yeah. tu kwamba wanapanda skuli basi, hey. wanakwenda shule wanarudi, na sasa hivi wengine form 1 nategemea kwenda kumpeleka sekondari. kwa biashara hii, biashara hii yeah. imenipa kibanda Mbezi. kwa biashara kejapa anadharau, lakini kwamba sisi ndio tunaunga yani <laughs> <ywale. laughs> Yaani ile mnadi tu kwamba nikiakili kichwani kwako yaani kama unafanyaje ili uende vipi. Eh, sasa vipi kama ukiamia Mbezi na wadau wako hapo? Ah, sasa kwa mia Mbezi kwa sababu itategemea kwa mia Mbezi ni bado sana kutokana na sababu. Aa, hii ndio biashara yangu hii nitaipeleka hii. Kwa sababu ndio tayari hii biashara ni kwenye damu. Sawa ni biashara yako ipo damu, utayamishia Mbezi au ndio utawasaliti watu wa mbulati.

mbaya kama kitamka yeye mwenyewe sio mbaya. Naweza kuendesha? Nitaweza. Sasa ulifanya naye kazi miaka miwili na ukaachana naye, uliachana naye sasa. Ah, na biashara zako zingine. Biashara zingine. Eh. Na biashara gani? Biashara kama za ufundi wa rangi. Ufundi wa rangi. Naam. Bwana. Nasongea ugali jamani, nasongea ugali. Sasa hivi gesi yapo, ishakuwa tayari wala okay. Hata msiwe na wasiwasi. <tie> Haya, yeah, jamani, mzigo wapo kutoka Istanbul yes. Na vile ndugu yangu, mkatie pale <tie> mtoto mpembe pale <Hey, sawa. tie> hiyo bidhaa yako

Hapo mwache hapo mbali mwenyewe. Unakaa bado hapa hapa, anasema nisimchanganye

ewashua kama kawaida, hapo hapo, leo wewe tu mlaji

ba navozidi kwenda, nazidi kuzoea, navozidi <laughs> kwenda <laughs> eh. <laughs> Nazidi kuzoea, nazidi <laughs> kuwa na, na... Eh, <laughs> na utaalamu, yeah. Sababu kama tulianza na Baga kilo mbili, kilo tano mpaka kilo sita mpaka kilo, kilo, kilo saba, yeah, yeah una, una, unakuwa wewe baada hapo, unatengwa kwenye vitonge tonge eh, kishatoka hapo unaanza kukata matonge na watu wanaanza kula, watu ona, wana wanaanza kula watu wanapata vitu vyao vyao um. Watu wanapata vitu sasa, sasa hapa mimi nakuacha hai. Bana. Msikia? Hai, jamani. Tayari aje? Njoo. Aliyekuwa tayari aje. Sawa, hapa mshikaki hapa, mpelekee nani bwana? Yeah. yeah. ah, mpeleke, ba Baba. Mama mwenye nyumba yako Nah, ah, nimekuambia hii tayari nimeshika. Watu wakiwa wanakula ugali mishikaki wanashushia na nini? Yaani mboga ni nini? Hapo kuna hii hapa hii. Hii hapo umeona hii? Eh, hiyo eh. Hii yaani zaidi ya kachumbari. Hiyo inaitwaje hiyo? Hii bwana hii kitaalamu hii inaitwa stuko. Stuko? Eh, hii stuko hii. Bwana hii. Yaani asubuhi ukiipata hii. Hiyo ni mchanganyiko wa nini na nini? Hii ni mchanganyiko wa ndimu, pilipili na chumvi.

You are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe comment, na kulike.